Ukisikia mtu anakwambia we soma tu, ila ukimaliza umehu chuo tutakutana mtaani, usimwone mweo mweu mwenzenu. Nilisomaga chuo mwaka juzi elfu mbili na kumi na tatu nikajihami nikajona mie ndo mie, kwamba nina makontakti kibao nitapata kazi, sababu tu suka kusota huko. Nimesota swaa mpaka nimesugua visigino, shenzi zangu mbwa mie. Tuachane nayo mie, mie naitwa Salma Halisi Mfinanga, nimeamua niwape majina yangu matatu. Sitaki maswali mengi. Kama nipo nida, o oh, baba yako anaitwa nani? Sijui babu yako. Niacheni. Kuhusu umri wangu ni namba. Tena namba tasa aigawanyike kwa mbili. Hivi ninavongea nipo njiani naelekea Mikocheni kutafuta kazi. Nikaona sio mbaya niwape kastori kangu. Msikae kinyonge. Mm, Mungu wangu, anione mie nimechoka kukaa mtaani jamani. Bibi yangu anataka kupumzika. Miaka miwili yote wauni wamepiga balaa yote, nisikose hela ya vocha. Maisha haya basi bwana. Muda ukasogea sogea, hatimaye ikiwa majira ya saa mbili na nusu asubuhi nikawasili Mikocheni B, kwenye hoteli kubwa inaitwa Delta Hotel. Nisiwafiche mie mwenzenu nimesomea mambo ya marketing, sikuwa na akili za kusomea udaktari. Mama we, hii Tanzania nchi yangu naipenda, sijui niwaambie, ila ngoja kwanza nicheke, alafu nawarudia. Maana so kwaili jamani, imejitahidi kujizuia kucheka, ila imenibidi tu. Ifoleni ama nini? Hata kama ni ukame wa kazi. So hivi, jamani, huwezi amini ninachokiona, watu wamejazana hata pa kupita hakuna, alafu watu wote wanabasha mkononi. Huyu jamani, sijui nirudi kwa uswazi inapotokea. Na hii hoteli ya kifahari nitatoboa kweli? Em, ngoja nicheke tu, maana sio kwa foleni hii. Ha jamani, watu wamelala hapa ama basi. Nikamwa kurudi zangu tu nyumbani, sio bure jamani. Nafasi za kazi za watu watano tu na pale watu wapo kama mia mbili, jamani kweli. Huyu bosi sijui atapita wapi? Maana wameziba hadi mlangoni. Nikiwa na udi zangu natembea tembea, nakagua huku na kule, si unajua tena ushamba, hoteli kubwa. Japo kazi nimekosa, nisitalii tena jamani. Ha, cha kujifia nini? Basi nikafika sehemu hiyo, nikaona kuna sijui bembea zile, nikaona sio mbaya, mie nijaribu jaribu tu. Mtu mzima mie, saa ngapi nisipande? Nikaona sehemu imeandikwa pool Mie nikavuta nikashanga, kiti kinapanda juu mshamba mie nishazoea zile za kwenda mbele kurudi nyuma, zile za kamba. Hata ungekuepo wewe ungeogopa jamani, kiti kinazidi kupanda juu, we juu mawinguni, jamani saa ngapi nisijiruhishe, ila mimi sikuacha kusali sala zangu za mwisho, maana kifo hiki hapana nakiona, sikuacha kukumbuka Israeli. Nikamuomba anifikiria anitie roho yangu, nikiwa mbali. Sikutaka kuona sura yake mbovumie Mungu, nisaidie sitarudia tena. Nikawa najiongelea tu pale nikiwa nimefunga macho, nikastukia nimeanguka, nimeangukia kitu, ikabidi nifungue macho, nikajikuta niko na mkaka handsome jamani, ananukia, anavutia, nikasahau shida zote, nikajikuta nimembuswa, alafu nikajifanya nimezimia kwa hadhi yangu najua kabisa siwezi kumpata, sikutaka hata kwenda kinyongenyonge, mashine spati hata bosu, ukizingatia na kile kizungu changu jamani, cha kuombea maji majiwa, sijui kama nitatoboa kweli. Jamani, sijui ilikwaje, nakuja kustuka nipo kwenye jumba la dhahabu. Nikisema jumba la dhahabu, na maanisha Yani sio mgodini, namaanisha jumba jumba kweli, yaani lenye hadhi yake haswaa. Mm, hapa ni wapi jamani? au ndo ni miaka nyaga hivi hivi, najiona leo mbona? Mm, sikumbuki ikikichwa jamani, hata kama sikumbuki kitu ndo hivi. Nikajikuta najiongelesha tu bila mpangilio, nikiona na waza yangu kwa mbali, nikaisi kama kuna mtu anaingia kwenye chumba ambacho nimelala, niacheni kwanza, ngoja kwanza nivute pumzi, alafu niwahadithie. Mnajua utuli sijui unyunyu usio wa hadhi yangu jamani, mgodi yani eh, nikisema unyunyu unyunyu kweli. Kwanza nikashindwa kuvumilia kabisa, nilisahau kuwa nina shida zangu mie, ikabidi e niamke hapo, nimesahau shida zote za duniani Ikaanza kiato alafu ukafata mkono wa kulia, alafu suti kali ya bluu, alafu likaingia bodi lenyewe. Mama we, ukisikia Mungu kaumba anachora, anakatakata maumbo ndo huko jamani aisee, likaka lenyewe kabisa hapo. Sijagusia sura, maana ndo bado sijaifikia. Nashukuru Mungu Kaka watu kasimama mlangoni muda wote, sijui ananitazama mie au sio? kazi yangu ukaguzi, nikamaliza mwenyewe kwenye mwili, sikuacha kukagua mahakama kuu kwa juu hmm, wewe kunavutia hatari. saa ngapi nisipande kuangalia sura mama nyewe, kaka ni mtu na nusu bwana. Mkaka hatari huyu, nimefeli wapi jamani? tayari nishafeli mie Mwenzunuhuyu ni husband wangu mtarajiwa, nipo tayari kumpa tatunda langu. Natania bwana. Nikiwa naangaza huku na kule, mara nikasikia sauti inatokea mlangoni. Huyo mshenzi ameamka haraka. Kumbukumbu kumbu, zinarudia, nikakumbuka yote yaliyotokea. Sikuwa na jinsi, nikajikuta nimezimia tena. Nikuja kuzinduka usiku, sikumbuki hata simu yangu wapi ilikuwa nimelala usiku, naliona ni usiku kutokana na giza lilotanda mule ndani. Nikiwa na waza yangu, nikastuka kumbe kuna mtu nilala naye kwenye kitanda kimoja nilichopo, ila alikuwa na koroma. Wewe, wewe, we mtu, hebu amka! We dada, umeamka tayari? Afadhali ngoja na kuja ule. Kaka akazungumza huko, anaondoka. Nikajua hapa kama ni kumbwela ni shambwela, huyo ataenda kumwita ule mkaka wakule kwenye ile hoteli ya Delta kwa vile nilikuwa, nilikuwa ni usiku, liamini hakuna atakaye niona, nikaona nitoroke hivyo. Niliamua kunyanyuka na kuondoka haraka, nikatafuta viatu vilipo, japo sikufanikiwa kuvipata, ila Mungu hakunitupa mkono. Nilivaa viatu vingine vyepesi, sijui ni viatu ama ni nini. Sijawahi kuviona ukiachana na vile vya saba saba Kariakoo. Haraka sana sikutaka kupoteza muda, nilitoka mule chumbani nikaanza kutafuta mlango ulipo, tafuta tafuta, ta ta, wapi! Tafuta tafuta, wapi! Ninachokiona ni mlango mwingine, nikiingia nikitafuta, na kutana na choo, bafu, jiko, nye nyumba kubwa hizi zinayonyee kabisa. Mwisho wa siku nikachoka sasa, sikuona haja ya kuangaika tena, nikaona mlango loingia ndo huo huo mtakaotokea au kama vipi, nikiona sitauona kabisa mlango, nitajirusha. Sije nikatolewa kafara hapa. Ni wazi mwenye hii nyumba sio binadamu wa kawaida, kama sio Freemason, haiwezekani binadamu ana nyumba kama hii nzuri kabisa. Jamani, aso kweli! Macho yangu yakajikuta yanafurahi baada ya kajikuta, ya kuona hatimaye nimefanikiwa kutoka nje kabisa ya nyumba. Liona geti lile akika sikukata tamaa. Nikaenda mpaka pale sikuremba. Nilianza kusogea mule mlangoni huku. Nikiangalia huku na kule, jamani, kuna watu wanaishi nyie. Achana na sisi tunaopumua. Kila kona kuna maua sijui vikasuku vile vya ikulu mara. Kuna swimming pool. Wakati nakaribiana na mlango nikaona swimming pool. Ilibidi nisimame. Maana liona rangi zake nyie zinapendeza mwana. Mara za blue, mara kijani yani ndabalika balika tu rangi. Hebu niondoke sasa, zikubambo hapa mie, ushamba huu. Basi nikafika hadi mlangoni, sikumwona mlinzi wala nini, na mie nikapeleka mkono wangu kufungua mlango tu, ile kugusa tu mlango, nikasikia kingora. Nikiona kazana kufungua nikashtuka, sauti zinakuja kutoka mlangoni. Mara nikasikia kama kuna mtu anakimbia huku anakuja huku nilipo, huku akinena emergency emergency. Nikaona hapa zidi kukamatwa, nikaona bora nizame kwenye swimming pool, ni uchuni wakiondoka nitatafuta namna nyingine binti. Nikajitupa pu, ile nazama tu nijibanze, nikakutana na mzee yule, mzee baba wa Delta Hotel, nikiwa nimejibana chini huko, amevalia ile mavazi ya samaki e, Mungu, umeamua kunichoma mtoto wako jamani, namna hii?